Uchunguzi ule tumefanya na tulibaini kwamba yule alikuwa ni wale wavuvi Mindu. Kuna bwawa pale la maji ambalo linatumika, lina kuteka maji pa na kusambaza kwenye mji wetu wa Morogoro. Alikwenda kuvua pale, na kwa bahati mbaya aliteleza akawa ameingia kwenye ile shimo na akawa amekufa. Kwa hiyo kifo chake kimetokana na na na kunywa maji, kunywa maji na kushindwa kuogelea kuweza kujiokoa. Wamekuja kumuokoa hao wapiganaji wetu wa upande wa zimamoto na uokoaji akiwa tayari ameshafariki. Kwa hiyo tukio la upelelezi likamilika na maiti ile ikabizwa kwa ndugu kwa ajili ya, ya, mazishi na wameshafanya mazishi tayari. Hivi karibuni kulikuwa na baadhi ya watu wakiendelea kufanya shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji, timu ndani kama vile uvuvi na mambo mengine. Hivi karibuni tumeona kule Mindu kuna mvuvi alifariki kwenye bwawa akiwa anavua samaki. Neno lako ni lipi sasa labda kwa jamii na watu wanaishi kwenye mazingira ya, ya mazingira ya vyanzo vya maji hasa kama vile Mindu? Bodi ya maji bonde la Wamiluvu, tunawaasa jamii wasi kufanya shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji, kwa maana athari zake ni kubwa. Shughuli shughuli hizi kwenye vyanzo vya maji zinakuwa zina athari kubwa ambazo zinaweza tusizione kiurahisi kwa sasa hivi, lakini madhara yake mengine makubwa yanakuja kwa baadaye. Kwa hiyo sote tushirikiane kwa kutunza ili tutunze vyanzo vya maji.